ya mwimbaji kujipatia kipato wewe. mm. Aa, ni mtu ambao amedharau huduma yako eh. Jambo la kwanza ni mtu ambaye ameona huduma yako kwamba ni ya kawaida sana. Sasa nadharau vipi wakati amekutumia wewe kupata pesa e? Sasa ndio, yani katika moyo wake binafsi mm. kama mtumishi wa Mungu wa mchungaji, mwalimu, nabii mm. ame- kusema kudharau namaanisha kwamba ni mtu ambao amechukulia huduma yako kikawaida hajachukua ile mafuta kama vile alivyotangaza, mm. kama atakuwa fulani kama atakuwa palute pale atakuja mm. kwenye madhabahu hii kuja kuimba. Sasa watu kwa sababu wanamvua marute jinsi alivyo amekuja na, na katika kufika pale neema zikapatikana na fedha nyingi, hapo dakika ya mwisho anapata shilingi 2500. Ayo kambo, Mungu akubariki sana <laughs> huyo ni mtu ambaye kiasi kwamba amedharau huduma yako ulionayo moja mm. moja special kwa sababu light like, angetambua Umuhimu wako mm. asingeweza kuichukua ile madhabahu ya kwako kwa binafsi na kuitumia kama sehemu ya fuda mm. na ni changamoto kweli, waimbaji kama wanapoteseka mm.